Ni rahisi kwa baba kuwa na watoto kuliko watoto kuwa na baba wa kweli. Kwa sababu nini? Watoto wengi wana malezi ya mama zao kuliko nini baba zao, ndio hali ilivyo sasa. Watoto wengi wale wanalelewa na mama zao kuliko baba zao, na hii ni hatari mno, ni hatari mno kwa sababu mtoto yeyote thamani na umuhimu ataweka kwa mzazi anayeonyesha kwamba ipo karibu naye na namjana, na athari hazitaonekana sasa, zinaonekana baadaye. Watu wamestaafu wana watoto sasa, wanafanya kazi zao, unakuta watoto wanaleta zawadi na mambo kadha wa kadha, wanayapeleka kwa mama yao, babo kazi yako kushuhudia. Hapo ndipo inferiority complex ya babo inapoanza kutokea. Kama isingekuwepo kumgezaliwa nini, anaanza hapo hasira kwa mama, hasira kwa watoto na kadhalika. Lakini hali hiyo imetengenezwa wapi? Huku chini, matokeo ni baadaye. Ndio maana watu wakasema fainali li mmomonyo wa maadili katika jamii unaoendelea, vitendo vya ukatili wa kijinsia vimeshamiri. Sijaleta data hapa, ziko data za vitendo vya ukatili kwa watoto sasa hivi, ukatili wa kijinsia mauaji ndani ya familia yako sasa hivi. Sasa hivi kuna visa vya watoto wadogo kujinyonga, umeshasikia hivi? Visa vinazidi kuongezeka sana, miaka 12, 13, 14, kujinyonga. Kuna, kuna nini? Dr. Said Kugana atatuambia baadaye kwa nini vinatokea hivyo, kujinyonga kujinyonga watoto wadogo. Kuna nini? kuna nini kuna mtoto mmoja hapa karibuni, kalienda huko, karudi kachafuka, mamake kamgombeza na nini na nini na nini na nini, kaingia ndani kajitundika. Wewe atatusaidia ndio, utakanda baadaye. Vitendo vya ukatili dhidi ya watu, ulawiti, ubakaji vinaongezeka. Wazazi tusipokuwa na karibu na watoto wetu, tufahamu wanakutana na mzungumzo ni wape mfano mmoja, kuna bibi mmoja kama mama, natoka mfano huyo. Mama alitoka huko mikoani huko. Huyo mama sasa, huko mikoani alikotoka, alikuja kuwatembelea watoto wake, wapi? hapa wapi. Sasa alipokuja kuwatembelea kwa Dar es Salaam, wale watu vijana wale wameajili binti wa kazi, anawasaidia nini, kwa sababu wote ni wafanyakazi. sasa Siku moja yule mtoto akawa anaogeshwa na binti wa kazi, bibi akawepo pale, anaona binti anavyomwogesha yule mjukuu wake yule mtoto, mtoto sasa. Yule mtoto alipokuwa anaogeshwa na yule house girl, binti wa kazi alipokuwa anaenda kumgusa maeneo ya nyuma, akamwambia dada, usinigusi naumia. Bibi ikamkuna nini akasubiri amalize kuogeshwa, alafu akamchukua mjukuu wake, akaenda yeye kumalizia majukumu kumpaka mafuta na vitu vya namna hiyo. Kwa upendo wa kibibi, akamuuliza mjukuu wake, kuna nini? Kwa nini ulikuwa unamwambia dada sikuuse huko? Akasema, yule kaka tunayendaga naye shule, yule wa darasa la tano, kanifanya hivi, nacho takusema. Ndio, baba mwenye nyumba hajui mama hajui. Aliyekuja kukundua ni nani ni bibi. tusipo tusipokuwa karibu na watoto, hatuwezi kujua nakutanacho. Ametoka vituo vijijini, ndio naona wazazi wapo pale siku zote hawajui hicho. Mfano wa pili, kuna binti moja aliolewa, wameoana hawa, ni vijana wana miaka kumi kwenye ndoa, pia ni wafanyakazi Mwingine biashara, mwingine kazi ya ofisini. Sasa siku moja, yule mama alirudi nyumbani, akaamua kumwogesha mtoto wake, kwa mtoto wa miaka miwili mitatu. Sasa kata na anamwogesha yule mtoto, akakuta mbona mtoto wangu ana michirizi huku mpou. kuja kufuatilia, kumbe yule mtoto anachapwa fimbo migongoni, hawana hivi. Karibuni mmeona kwenye mitandao kisa kinachotembea yule binti wa kazi anavyomtandika mtoto kwenye beseni, wazazi hawana nini. Watoto tusipokuwa nao karibu, kuna mambo anayapitia, hawana mtu wa kumkimbilia, kumweleza, kwa sababu baba yuko mize, TB imeingia, mama yuko mize, TB imeingia kwa hiyo anatengenezwa mtoto ambaye tayari kisaikolojia ameanza kuathirika. Ndipo Bupe atatuambia sasa baadaye na dokta Kugana madhara ni yapi. Natoa mifano halisi halisi, hali ilivyo sasa hivi, kutokuwa karibu na watoto. Tatizo lingine sasa hivi kwa hiyo watoto wanalawitiwa, watoto wanabakwa, na kwa taarifa yenu Tusipokuwa karibu na watoto sasa hivi, kuna janga limeingia kwenye jamii yetu ya ushoga, na kwa taarifa wako tayari watoto ni mashoga zaidi, ila wazasi aonava aonavali. Tulienda siku moja Manyara, Ngorongoro kule. Nakina, na kina watu fulani walitupa walitupa ofu mchungaji na mama, twendeni Ngorongoro. Ananja juzi kapelekwa Marekani katembelea state kubwa. Mimi ni pelekwa Ngorongoro. Yesu mzuri Bwana. Utaumizwa na watu, alafu kuna watu wanakutakia mema twende huko kwa ajili utoa stress ya twende <laughs> Ndio Mungu wetu alivyo. wa Jambo kubwa, simama kwenye nafasi yako na wito ulioitiwa. Usitoke hapo. Simama. Utaumizwa, simama, yuko Mungu anayekuwazia mema, anajua unataka kwenda wapi. Sasa tukiwa kule Morogoro kule, tukaenda kutembelea ofisi fulani ya fulani. Sasa tulipofika pale na mama kumwona tule mtoto alipotokea sisi, mimi pembeni nikamwita babake, nikamwambia kuna kitu hakiko sawa, fuatilieni hapo. Walitii, wakafuatilia, walikuja kututafuta Bagamoyo hao wazazi. Walicho kigundua tusipokuwa karibu na watoto vijana wetu, tusipojua marafiki zao ni nani, wako karibu na nani, tutajikuta tuna mashoga ndani tusiowajua. Hali imebadilika, dunia imekuwa kijiji watoto wako exposed na mambo mengi. Tusipokuwa karibu nao, tunachangia kupotea kwao. Sasa hivi kuna tatizo la visa vya watoto kunyonyoka mesha bili, uvivu na kutowajibika katika familia au nyumbani. Sasa hivi kwenye ndoa kuna kitu kinaitwa irresponsible fathers wengi na irresponsible mothers wengi lakini huyu amevurugwa ha, wapi huku. Hakutengenezwa kuwa baba bora, hakutengenezwa kuwa mama bora, hakutengenezwa kuwa mtu wa kufanya kazi, ila ametengenezwa mtu wa kufuga kucha na kope. Mbaya zaidi hakutengenezwa hata kupika. Kupika hajui, chakula anaenda kununua hotelini. Huyu ni kijana, mke wake ni mjamzito, hajui kupika, anaenda kununua restaurant kila kitu. Mke bora anatengenezwa, mume bora anatengenezwa kuanzia wapi? ku kwenye yeah. family. Sasa sasa hivi tuna responsible mothers na like fathers wengi. Na ndio maana talaka ni nyingi sasa hivi, kama alivyotoa takwimu mwenyekiti wa bodi. Ukiangalia vitu vingine, ni watu hawawajibiki kwenye ndoa. Uvivu mingi, vivu mingi, vivu. Na sasa kwa sababu tumeajiri watu majumbani watusaidie, tumewaachia kila kitu. Wazazi, napenda kuwaambia, usipo walea watoto wako kupenda kazi, unawatengeneza kuwa masikini tegemezi. Nazungumza baada na uvivu na gharama kuna watu ni wavivu kazini, ni wavivu mpaka bedroom, wavivu kila mahali. Narudia, kazini na, na bedroom wavivu. Kwa nini matatizo, migogoro, hizi watu hawajibiki? Kwa nini ndoa zisimujike? Sasa hivi tunachukua muda mwingi sana kuandaa sherehe kubwa za harusi, lakini hatuwaandai wale watu kuwa waume na wake. Sherehe za gharama kubwa, lakini hizo ndo hazidumu mwezi mmoja, wiki moja. Kama alivyosema na yali, ni maumivu ya watoto, ni maumivu ya wazazi. Unadhani umemaliza mzazi, majanga na kurudia. Tunawekeza nini? Uvivu, utowajibika. Yani wewe una mtoto yuko boarding au yuko day, anaenda shule, anarudi. Kazi yake akirudi akivua nguo zake, TV, kula mezani, kulala. Yaani ndio mtindo wa maisha: TV, kula, kulala, na hata kisha kula hajui kuna kutoa meza, kuna kutoa sahani mezani au kikombe, ana kutoa Kizazi cha namna hii <coughs> baadaye ni majanga. Chakula na kula mwenyewe, hata kutoa tu ishu, acha kupika. Kwa hiyo wazazi lazima waangalie hiyo, tuangalie tunatengeneza kizazi cha watu wavivu mambo yote haya yanaathiri hisia na tabia za